Serikali kupitia Jira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 ambayo imepitishwa mwaka jana 2025, imeweka malengo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kufikisha taifa katika hali ya maendeleo inayolingana na mataifa yenye uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu au zaidi, lakini pia kutokomeza umaskini pamoja na ubora wa maisha. Aidha, natambua kuwa muhimili wa mahakama umekuwa mstari wa mbele katika kutimiza malengo ya Dira ya Taifa, ambayo ndiyo msingi wa ustawi wa maendeleo ya taifa letu. Kwa uchache mchango wa mahakama unaonekana bayana kupitia mambo kadhaa wa kadha. Kwanza, imesogeza huduma za mahakama kwa wananchi kwa kuanzisha mahakama ya mwanzo pale Msamara na Lilondo wilaya ya Songea ambako nina taarifa ujenzi wa mahakama hizo umekamilika lakini pili, imeongeza na kuboresha matumizi ya TEHAMA katika kuongeza kasi ya usikilizwaji wa mashauri kwa uwazi na uwajibikaji mkubwa. Na tatu, mmerekebisha kanuni ngumu na zilizopitwa na wakati katika kuendesha mashauri. Lakini nne, imeendelea kusikiliza mashauri mapema kwa kadiri inavyowezekana hususani mashauri ya kimkakati. Eneo hili niendelee kuwapongeza. Kwa msingi huo Suala la kuamua mashauri kwa kufuata msingi ya haki bila kuteleweshwa ni muhimu sana, ili kusaidia kukuza ustawi wa maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Utolewaji wa haki pasipokupendelea na kwa wakati mapema yawezekanavyo utasaidia kwa kiasi kikubwa kulinda amani na kuweka mazingira rafiki mazuri kwa wananchi kuendelea kujenga maendeleo ya taifa, na kwa kutekeleza jukumu lake la msingi la utoaji haki kwa wakati na mapema ipasavyo, mahakama itaendelea kuchochea maendeleo ya taifa letu. wajini ni mshukuru pia Mheshimiwa Jaji Kiongozi kwa kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwenye uwekezaji wa miundo mbinu ambayo ndani ya mkoa wetu tunayo mingi na inatekelezwa kwa viwango vyenye ubora unaokubalika. Lakini pia niwapongeze viongozi na watendaji wote wa mahakama kwa kusimamia utekelezaji wa miradi hiyo. Nimalizie kwa kumshukuru sana mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maamuzi yake ya kuunda tume ya uchunguzi kufuatia matukio yaliyojitokeza tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi, na baada. Anaomba nitumie fursa hii kuambia wananchi wa mkoa wa Ruvuma kwamba tume ile sasa ipo ndani ya mkoa wetu, kuanzia leo tutaendelea kuifanya kazi hiyo mpaka tarehe sita. Hivyo mjitokeze kwa wingi, kila mmoja kwenda kueleza kile ambacho anaona, ikizungumzwa kitaenda kuchukuliwa na kuifanya haki itendeke kwa uzuri zaidi.